Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza zawadi ya dola za Marekani milioni tano sawa na shilingi za Kitanzania bilioni 13 kwa mtu yeyote atakayetoa msaada utakaofanikisha kukamatwa kwa viongozi wakuu wa, wa kundi wa la wapiganaji la M23. Viongozi hao ni rais wa M23, Bertrand Bisimwa, Jenerali Emmanuel Sultani Makenga ambaye ni kamanda wa kijeshi wa waasi na Corneille Nangaa ambao ni mratibu na wa muungano wa makundi ya waasi wa Alliance Frevu Congo AFC M23. Katika taarifa iliyotolewa Jumamosi na Waziri wa Sheria wa DRC, Constant Mutamba, viongozi hao wanatafutwa na mfumo wa haki wa DRC kwa tuhuma za ugaidi. Mutamba pia alitangaza zawadi ya dola milioni nne kwa yeyote atakayetoa taarifa zitakazosaidia kukamatwa kwa washirika wawili wa M23 waliokimbia mafichoni, Perrot Luwara na Irenge Baelenge. Mutamba alisisitiza kuwa serikali ya DRC itahakikisha malipo na ulinzi kamili wa utambulisho na taarifa binafsi kwa wale watakaosaidia katika kukamatwa kwa viongozi hao wanaosakwa kwa udi na uvumba. Kulingana na Mutamba, maofisa kadhaa waandamizi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa FARDC wamekamatwa kwa mchakato kwa wa kuwafunguliwa mashtaka unaendelea kwa tuhuma za kuanzisha za kuziacha nafasi zao na kusababisha waasi hao kuiteka miji mikubwa mashariki mwa DRC. Pia amesema maofisa hao wakati wa kutoroka mapigano waliacha silaha, risasi, vifaa vya kijeshi na majeruhi hasa katika miji ya Goma na Bukavu, ambayo kwa sasa iko chini ya udhibiti wa AFC M23. Mutamba aliongeza kuwa, makamu wa rais wa chama cha PPRD Aubin Minaku na Ramazani Shadary, ambaye ni katibu wa kudumu wa PPRD ambacho ni chama cha rais wa zamani Joseph Kabila, wameitwa kwa mahojiano wakikabiliwa na tuhuma za kuunga mkono waasi wa M23. Hadi sasa, waasi wa M23 hawajatoa tamko lolote kuhusu suala hilo. Mapigano kati ya waasi wa M23 dhidi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na muungano wa waasi wa AF, cm23 yalitokea Ijumaa katika vijiji vya Ruanguba, Kani, Kivuye na karibu na parokia ya Masisi, eneo la Masisi, mkoa wa Kivu Kaskazini. Waasi wa M23 waliteka mji wa Goma mwezi Januari na tangu wakati huo wameendelea kusonga mbele wakiteka maeneo zaidi ya jimbo la Kivu Kusini nchini humo, ikiwa ni pamoja na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma, uwanja wa ndege wa Kavumu na mji wa Bukavu katika mkoa wa Kivu Kusini. Tangu machafuko ya M23 yalipoanza tena mwaka 2022 yakiongozwa na Bertrand Bisimwa na Emmanuel Sultani Makenga, serikali ya DRC mara kwa mara imekuwa ikishtumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi wa M23, madai ambayo Rwanda na M23 imeyakanusha. Hata hivyo, rais Paul Kagame wa Rwanda alipofanya mahojiano na CNN alikanusha kuwaunga mkono waasi hao, huku akishutumu serikali ya rais Felix Tshisekedi kwa kuwaunga mkono wapiganaji wa jamii ya Kihutu wa kundi la FDLR wanaolenga kutetesha amani ya Rwanda. Pia serikali ya Rwanda inadai kuwa wapiganaji hao wa FDLR wanaodaiwa kutumiwa na serikali ya Tshisekedi walihusika kwenye mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda yaliyoacha makumi kwa maelfu ya raia wakiwa wamefariki. Waasi wa M23 wamesema mapambano yao yanahusu kupinga ufisadi, chuki dhidi ya wageni na ubaguzi ndani ya uongozi wa DRC. Endelea kufuatilia Mwananchi.